Karibu sana katika Masenza, Masenza Mentors mbia wako katika uwezeshaji kujenga uwezo mafunzo pamoja na ushauri elekezi. Leo tumeingia katika series yetu nyingine ya video ambazo tumekuwa tukizitoa, ambapo hii itakuwa ni video yetu ya nane, na katika video mbalimbali mbali ambazo tumetoa tumesha kusanya e, maswali kadhaa, na kwa leo tumeona tulete kujadili maswali makuu matano ambayo baadhi ya watu ambao tumekwisha wasiliana nao katika video zilizopita wameweza kutu, kutuuliza. Maswali haya yanaweza yakasaidia e, katika kujenga uwezo katika biashara yako, au pengine maswali haya ni sawa na maswali ulikuwa unajiuliza. Kama kutakuwa kuna maswali tofauti na haya, basi kwa kweli tunaomba uweze kutuletea kabla. Ya kuja kwenye haya maswali, naomba ufikirie ufikirie kwamba je, yeah, nini kinachoweza kubadilisha biashara yako? Nini kinachoweza kubadilisha huduma yako? Nini kinachoweza kubadilisha kampuni yako? Nini kinachoweza kubadilisha eh, az azaki yako? Lazima kuna vitu vingi sana vinatakiwa ili kuibadilisha, lakini naamini mwisho wa yote mifumo itakuwa ni kati ya vitu ambavyo utaviorodhesha katika mambo hayo. Tumepokea maswali mengi na kama nilivyosema, tutajadili maswali matano ambayo yamejitokeza. Swali la kwanza ambayo tumepata ni je, yeah, hizi mentorship tunazozitoa tunazozitoa katika hizi video zetu zinawezaje kusaidia kampuni ndogo zinazoanza au taasisi mpya zinazoanza au biashara mpya zinazoanza kutoka katika hatua ya sifuri mpaka kufikia katika hatua ya ukuaji, kwa maana ya kwamba mtu anayekusudia labda kuanzisha sasa na hajaanza anaweza akafikiaje? Lakini la pili swali ambalo tumeulizwa tume, ni kwamba ni hatua zipi za msingi ambazo taasisi, wafanyabiashara au watoa huduma mbalimbali wanatakiwa kuziangalia katika kuweka mipango yao ya muda mrefu bila kuathirika na changamoto za kila siku. Kwamba wakati changamoto za kila siku zipo, lakini wewe uchukue hatua gani, hii hatua ambazo zitakuwa zinabeba hizi changamoto za sasa na changamoto ambazo zijazo. Swali so, la tatu ambayo tumepokea ni je, kuna aina ngapi au kuna aina gani za huu uwezeshaji kama huu tunaotoa ambazo zinafaa kwa taasisi au asasi zilizokuwa za kiserikali na za biashara. Je, ziko tofauti au ni zile zile? Na swala la nne ambalo mmoja kati ya wasikilizaji wetu wametuuliza, alisema ninawezaje kuhakikisha biashara yangu inabaki endelevu na haikumbwi na mabadiliko ya kidigitali? Eh, naendelea na, na biashara yangu inakuwa endelevu wakati mabadiliko haya yapo, kama sisi tunavyosema biashara yenyewe pia inaendelea kukua. Hilo lilikuwa ni swala la nne ambalo tumeweza kulipata katika maswali haya matano ambayo tumeyasema, na swali la tano uh, ni kwamba sole tumesema maswali matano. Swali la tano ni kwamba biashara hizi zinazo, biashara au huduma zinazokuwa zinakuwa na changamoto zinazofanana kwa hayo ni maswali matano ambayo tumepambana nayo katika katika katika hii hatua na tumeona leo tujaribu kuzungumza na wewe, ili na wewe uweze kutuambia kwamba kama masuala hayo na wewe yanakupata au hayakupati na unafikiria kwamba lipi ambalo linaweza kuwa ni sahihi kwa upande wako, lakini pengine si sahihi kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hapo ndio hayo maswali. Eh, ene, labda kuna swali lingine ambalo ni kama la, la nyongeza ambalo litakuwa swali la sita. Ninapofanya matumizi ya muda mrefu, kuna moja, napofanya matumizi ya muda mrefu, mentorship inaweza kusaidiaje kupunguza hatari na gharama zinazoweza kujitokeza? Nadhani mnakumbuka kwamba kwenye video iliyopita tumeweza kuzungumzia namna ambavyo ni muhimu kuwa na mikakati na mkakati mmoja wapo ambao tulizungumzia ni kuweza kufanya risk analysis. Kwa hiyo katika somo la leo tulikuwa tunataka muweze kuyaona hayo, na kama wewe unahitaji, uh, wale wote ambao wanahitaji majibu ya maswali haya tunaomba waweze kutuandikia swali au maswali katika, katika comment zetu hapa, ili tuweze kuwatumia orodha ya majibu ambayo tumeyapata. Lakini vile vile ambao watahitaji e, mwongozo wa namna ya kuyaendea hayo maswali matano na lile la sita la nyongeza ambayo tumeyatoa, basi pia tutaweza kuwaandikia mwongozo na kuwatumia na pia kuwatayarishia video ya dakika kumi na tano bure pamoja na session ya maswali na majibu.